Uwasilishwaji wa bajeti kuu ya serikali ulifanyika bungeni jijini Dodoma, na sasa ni mjadala unafanywa ndani na nje ya muhimili miongoni mwa wadau wanaoibuka na hoja ni shirikisho la viwanda nchini CTI ambalo linafurahishwa na bajeti hiyo ya kufanyiwa kazi mapendekezo yao hamsini kati ya sabini lakini wanaona kuna haja ya kuondolewa kwa ushuru wa asilimia tano 5 uliopendekezwa hivi kwa uzalishaji wa soseji. Kuna maombi ya wazalishaji wa vyuma walikuwa wanaomba kulindwa na maombi hayo yote yamepokelewa yame, yame na kwamba sasa viwanda vyetu vya chuma vitalindwa kwa kiasi kikubwa, lakini pia imeanzishwa levi kwa ajili ya kulinda viwanda vyetu vya ndani uzalishaji wa sosi kwamba <laughs> serikali yetu imeanzisha eh, ushuru wa bidhaa wa asilimia tano kwenye, kwenye bidhaa za ndani na taraji kwamba itaongeza gharama za itaongeza gharama kwa mlaji wa mwisho ambao, kama mnavyofahamu, mara nyingi kukitokea mabadiliko ya bei kuna athiri ununuzi. Wakati wa uwasilishwaji wa bajeti hiyo, waziri wa fedha Dr Mwigulu Nchemba alitaka sheria ya utoaji wa leseni za biashara sura namba mia na moja, ambapo serikali inapendekeza kuziondolea mamlaka za utoaji wa leseni za biashara kuzifungia pale wafanyabiashara wanapokiuka masharti lakini pia mapendekezo hayo yanamtaka kumpa mamlaka waziri mwenye dhamana na masuala ya biashara kuainisha shughuli za kibiashara ambazo hazipaswi kufanywa na wageni. Na hayo yameibua maoni wakati majadiliano ya mswada wa sheria wa fedha wa mwaka 2025. Kamati itaishauri serikali kuweka adhabu kwa wageni watakaokiuka masharti ya kanuni hizo, ikiwa ni pamoja na kuwafutia vibali vya kazi viza pamoja na wanaothibitika na tunaomba wizara ya kazi pamoja na wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wakae chini, ili waone kwamba hawatoi vibali wala hawatoi ruhusa kwa shughuli ambazo zinapaswa kufanywa na wazawa, halafu zikafanywa na watu wa nje. Hichi sio kitu kigeni, tunaona kinafanyika katika nchi nyingine pia wageni hawa wanapokuja hapa nchini, wengi wao wanafanya biashara kama wanaitwa wawekezaji. Sasa hatutegemei tukawa na mtu anaitwa mwekezaji alafu akawa na duka anauza enka chifu pale Kariakoo. Wakati unapomdai mtu ukimfungia, kwa maana umemfungia moja kwa moja hata uwezekano wa kulipa lile deni, lakini mnapokuwa kwenye mazungumzo na huku biashara inaendelea, wafanyakazi hawapotezi ajira zao. Lakini tuna watu wa benki ambao pia tuna mikopo rejesho linakuwa linakwenda na anaendelea kununua na kuuza. Kwa hiyo kuna zile kodi za moja kwa moja kama kwenye VAT na nini zinaendelea kulipwa bila kuhusisha mgogoro ambao uko e, ka, baina ya kwako kwa na TRA au na serikali, kwa sababu akifunga linakuwa haileti mantiki yoyote, ni kumfanya mteja aendelee kudidimia. Baada ya kusonga mbele inabidi wafanye mazungumzo, wakubaliana waweze kulipa polepole pole. Wakati mijadala hiyo ikiendelea Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan naye ameweka msisitizo kwenye ukusanyaji sahihi wa kodi. Tukusanye kirafiki. Mwigeni bosi wenu huyu mfupi, lakini anafanya kazi vizuri. Nilimwambia Yusuf na kupeleka TRA, mfanyabiashara asende kuwa adui yako, awe rafiki yako. Ameweza kulipa alipe, hajaweza na madeni, mwite, kaa naye, zungumza naye kirafiki Muulize, unaweza kuanza kulipa ngapi? Halafu utanilipa ngapi? Ukimpangia hivyo, atalipa, atalipa, atalipa. Serikali inapata hata kama kidogo kidogo, lakini ile ya kwenda kumnyang'anya makompyuta, kumnyang'anya vitabu, sio, kumfungia ofisi, kufunga akaunti ile hai. Ila lazima niseme hapa, kuna masugu ambayo lazima tufanye hivyo. Kuna wengine wana viburi, lazima tufanye hivyo. Hayo yanajiri wakati bunge la juma hili linajadili na kupendekeza maeneo muhimu ya kufanyiwa kazi na serikali kwa mwaka ujao wa fedha 2025/2026. Estabila Malisa, Azam News.